Semi uache mahitaji mengine muko nayo, mkamate hitaji moja tu hitaji ambayo inasema inasema maziwa. Mseme maziwa, maziwa. Umbona wewe hausemi? Mseme maziwa. Maziwa, sema maziwa, maziwa ayaya, sio maziwa ya ngombe, sio maziwa ya ya mbuzi bali ni maziwa ya Roho. <laughs> Ni maziwa ya Roho. Kumbe Roho na kuwaga na maziwa. Sasa nisomee papa, nisomee tena, ningie mwile parti ya pili kusudi tembee mzuri. Matendo ya Mitume sura mbili, Matendo ya Mitume sura mbili mstari wa, mustari wa kwanza hadi wa ine tu tasoma Matendo ya Mitume sura mbili, ego verse ya kwanza hadi ine, ndio tusome kwa jina la Yesu, amen. Hata ilipotimia siku ya Pentekote, ndiyo walikuwa wote na moyo mmoja, uh -huh. pahali pamoja Uh -huh. Gafla uvumi uh -huh. ukatoka mbingu uh -huh. kama upepo unaovuma uh -huh. na nguvu sana okay. ukajaza nyumba yote uh -huh. walipokuwa wameketi <sighs> na zilionekana kwao ndimi kama za moto uh -huh. zilizogawanyika zikawaikalia kila mmoja wao, ndio wakajazwa roho uh -huh. wakajazwa wote Roho Mtakatifu. Mm. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowapa kusema. Amen. Asante sana Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka kuambia hivi. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuambia hivi, kuna neno ambayo ulikuwa bado haujajua lakini leo utalijua, sababu waliniambia kwamba mbingu walikupikia vizuri. Niwaulize watu walisoma, najua muna watu kabisa walisoma, wakasoma primaire, wakasoma secondaire, wakasoma university, wakasoma na doctora moko nao sasa. Niwaulize bale walisoma sana kuna profe ambaye aliwahi kuwafundisha, akawambia ya kwamba Roho Mtakatifu anakuaga na maziwa. E, mniambie kweli, msinidanganye. bali walibaambia vipi? kuna profe mwenyewe likuambia vipi? na <gibu> si unasikie kusema kila mtu anahitaji ku, kujifunza. Sasa leo unataka kutoka hapa na unajua ya kwamba Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu anakowaga na maziwa, siyo maziwa ni maziwa eh, sababu maziwa inatoka ndani ya nini ya maziwa? Ah, haleluya haleluya. <laughs> Sasa unataka kuniuliza mchungaji mugeni hiyo maziba ya Roho Mutakatifu inakuaga hapa, inakuaga wapi? iko wapi? tega masikio ae, Amen. Amen. Amen. Wa mama hamuko ba mama wa kuna muitike, aa, hamuna maziba sasa mutayakana na tuko tunayaona, muko nayo. Sasa musikie swali, niko na waulizi, kwa nini muko na maziwa? Mimi hapa sina maziwa. <laughs> Wambia, ongea, tuko, ongea, kwa nini, maziwa kwa nini, niwambia? Tutaongea, tuko tunaongea, unanijibia, kwa nini muko na maziwa? Mimi sina maziwa. Ah, niye munenyonishaka byiza okay. cane sasa nipatiye ah, munabayitaga abafiye basichana ba, ba, ba, ba, munabayitaga bafie bafiye we habako bafiye hapa kunamuitikenanyiye bafiye <laughs> mimi <laughs> napendaya kufundisha watu wako wanacheka, sababu so, mutu akicheka hana kinyongo, mutu akicheka anaelewa mbio. Sema amen, amen. Wafie wee Mungu akasema niwaambie, ndio sababu mnaona msichana nakuwa na miaka kumi na mbili na tatu na ine, anaanza kuleta maziwa sasi, akasema niwaambie

mwenye riziba yako nahayiko mutoto mwenye na nyonya, ufukuze mapepo kwa jina la Yesu. Ufukuze ile ni mapepo, ile ni mapepo. Na niwaambie kwamba ile magonjwa yiko, japo hamuyijuwe, lakini Mungu anaijua. Ndio sababu kwenye kivimba chiko kwenye Mungu anatiyaga mwotso umwotsi imani ushira hari kivimba sha

kwa mama muliwahi kuona mama, mama mwenye amezala bila maziwa? Na kama na naweza kuonekana, tunaweza kusema ni baraka sasa? Amezala bila maziwa mwenye amezala takomala aye? Ni sababu mnazalaga mko na maziwa, ni kusudi mnyonyeshe mwenye mmezala. Sasa leka acha niwaambie sasa, hii kanisa tuko tunasema Mungu anataka i, iweze kukomala, ilizaliwa siku ya Pentekoste. Haleluya, haleluya! Siku ya Pentekoste ndipo hii kanisa ilizaliwa. Sasa niwaulize, kama mnazala muko na maziwa ili munyonyeshe, wenyewe mnazala, mnawaza ya kwamba hii kanisa hayo ilizaliwa na nani? Hii kanisa nayo na ilizaliwa na Roho Mutakatifu. Roho Mutakatifu ndiye mama wetu. Roho Mutakatifu ndiye muzazi wetu. Roho Mutakatifu ndiye alituzara. Sasa kama munazara, muko na maziwa ili munyonyeshe venye mumezara? Munawaza yakwamba Roho Mutakatifu anaweza kuzara bila maziwa venye anazara, wanaweza kukomaraye? Roho Mutakatifu sasa iko na maziwa. Ninakumbuka hapa Kanisa ilipozariwa Mungu akasema, we kamata, wanasema Petro we Petro we, ijapo huko na ndevu, mwa kumbuka ya kwamba juzi ulinikana mara ngapi? Mara tatu. Maana yake ijapo huko na ndevu, lakini bado haujakomala. Haleluya, haleluya, ungali kafubazi. Sasa pokea na wewe pokea, wakaariziwa Petera akakamata riziva na wenzake wakakamata riziva. Mungu akasema nanyiye, wanawake muko hapo, ijapo nayiwe muko na maziva, lakini kumekuja riziva mbaro linashinda maziva yoyote, na nanyiye mukamate riziva. Wakakamata riziva, wakanyonya, wakanyonya, wakanyonya wakanyonya jinsi wako wananyonya, ndipo wako wanakomara, ndipo wako wanakomara. Sasa muda kidogo, Petro akishanyonya, vitu vikabadilika, vitu vikafanya nini? Shika mkono mwenzako, shika mkono mwenzako, hapale huko mwenzako, mwambia hivi, mwambia hivi Usiogope hapa mnyangula ha? Vitu vilishabadilika, mwambie vile, kuna vitu Mungu ameniambia vimebadilika, sababu kuna watu waliombea kazi ya Mungu mahali hapa, Mungu akasema wapie ya kwamba Mungu alisikia maombi yao. Sasa vitu vimebadilika. Roho Mutakatifu akishuka vitu vinabadilika. Sasa Petro yile oga Walisoma Roho Mtakatifu, balisikia kuna kuja uvumi, si walisoma uvumi? Uvumi ni nini? Walisema alishuka kama uvumi. Uvumi wa nini? Wa upepo <tipa> sasa wakati alivuma <tipa> sasa wakati aliguma hmm, hmm, wakati alipuliza, yeye hakupuliza ndani ya nyumba, alipuliza ndani ya mioyo yao. Anaendelea ya wenye walikuwa na na usherati, usherati katoka, akaendelea wenye walikuwa na uchawi uchawi katoka, akaendelea wenye walikuwa walikuwa na oga oge katoka. Chika mkono mwenzako, mwambie Mungu wa mbinguni apondoleye oga, mwambie ziye, sababu niliambia ya kwamba hapo kuna watu wako na oga, lakini Mungu anataka Aleta hii ili uvumi woga itoke. Wakati wogiritoka mama, wakati wogiritoka Petro akasikia vitu vimebadilika de... vitu imefanya nini ba... imebadilika imebadilika kisha badilika ba ba ba, anasema hivi sasa hivi vitu vimebadilika. sikavumihii anasimama anasimpia anasimpia